Twende twende ukaona ile Sihaba anafanyia wasichana wetu. Harakisha mwenzangu! Ah, najitayarisha kuondoka sasa hivi. Hii ni dharura, njoo ukaona ya mwewe kuiba mfaranga wenziwe. Twende twende. Siku moja tulizungumzia magari yaliyokuwa akiendesha Sihaba. oh, oh, oh, oh, kwa tukaulizana kwa nini magari hayo yalikuwa mekundu yote na Mbavu ya magari hayo kulikuwa na mduara. Ndani ya mduara huo kulikuwa na ushanga ukundu uliougusha na kupana kiduara, na ndani ya kiduara hicho kulikuwa na herufi nyekundu RB. Leo nimejua ingawa mchungu. Twende ukajione huo ukundu wa kutishi. Sasa nimeelewa ulichosema. Tusiwavamie wakati wa huu. Tuende tukajipange kwanza. Tuje humu na polisi na akina mashauri ikiwezekana. Tumvamie si hapa akiwa humu ndani. Nilipajua pahali hapa nilipokuja kumtembelea rafiki yangu aishie karibu na hapa. Ndipo nilipomwona Sihaba akiendesha gari lake mbio akija hapa. Nilishuku sana azma yake, maana gari hilo jekundu lilikuwa limesaki vigoli waliocheka sana, kama kwamba walikuwa wanajua la kukwenda. Nikaanza kumsaili rafiki yangu ili kujua walipopelekwa vigoli hao.

Sasa mnadhani zamu niangwe bure? Yenu hiyo bibie. Haya makazi ni yako, kwa nini waniuliza? Wewe sie mashauri mwanae Sagilu, ufai kwa mahala kama hapa? Umeanza kuwa jeuri, eh? Wewe umekuwa ukiwaharibu watoto watu hapa Leo siku yako imefika. Ah, mnatupeleka wapi hivi? Mna pesa za kutunulia chakula, mavazi au vipodozi? Ah, ni polisi, ni wasakaji kasi, si, mbona mnatuharibia kazi? Wasichana hao walipelekwa kwenye afisi ya huduma kwa vijana. Huku walisajiliwa na kupelekwa makwao. Walipewa onyo kali wasionekane mahali pale. Wazazi wao pia wakaandamwa na maafisa hao ili kuchukuliwa hatua za kisheria. Baadhi ya watoto hao walikuwa wametoroka shule. Kinachohuzunisha ni kwamba kunao walioletwa hapa na akina mama zao. hmm. Hawa walikubaliana na Sihaba wapewe kiasi cha pesa kutokana na kazi hiyo. Mama we firauni hayo da <laughs> ulitima umewaingia kiasi cha kuwachuuza mabinti zao wachama.